Sofia alikuwa binti tu mdogo lakini alikuwa amenitangulia kwenye ulimwengu wa mapenzi. Tayari alikuwa ameshakutana na magari kadhaa yaliyotembea kwenye barabara yake. Sasa mimi ni nani nisimsubiri Sofia? Kama alivyosema, muda wa kutoka ulipofika nikamwangalia Sofia yuko wapi. Kijana, unamtafuta Sofia? Alikuwa ni Sofia nyuma yangu. Basi nikaachia tabasamu pana, binti akanishika mkono, tukaanza kuondoka zetu nyumbani. Hivi Sofia, kwa hiyo kweli ushafanyaga mapenzi? Ndio, uniamini eh. Naonekana kama mtu ambaye hajafanya eh? Amna, mi nimeuliza tu. Mi nishafanyaga mara nyingi tu. hmm. Aya tulitembea huku tunaendelea kupiga stori zetu za mapenzi, ila ghafla Sofia akasimama huku kashika tumbo lake. Vipi tena, mambo yashaharibika tayari? Unamaanisha nini? Nimeingia period. Eh Sofia, umevunja ungo. Ila una maswali ya ajabu. Yaani mimi nasikitika hapa, hatutaenda nilipotaka twende We unauliza maswali ya kitoto tu, kwani ulitaka tuende wapi? Kesho bwana, mi naenda home Sofia. Sofia aliongea kisha akaniacha nimesimama tena, wala hakutembea sana, akapanda boda kuwahi nyumbani, maana hali haikuwa nzuri mi nikabaki najiuliza sasa hapo, kwani Sofia alitaka twende wapi? Nilijiuliza lile swali nikakosa majibu, basi nikanyosha zangu hadi nyumbani. Hapo sasa ndio nikaanza kukumbuka kilichotokea asubuhi. Mi akili yangu ilinituma kuwa dada Selina amekasirika, sijui itakuwaje huko leo do oh? Nilijiuliza huku najilaumu sana kwa kilichotokea. Nikajikuta nalaumu balehe yangu kwa kuja na kasi kiasi kile. Nimefika mlangoni, kwanza nikasimama kuingia ndani ikawa kipengele, nimewaza sana muda huo. Ndani nasikia muziki mkubwa, nikajua tu yule ni dada Selina, ndiyo huwa na tabia ya kugeuza nyumba yetu kuwa night club. Nimegonga mlango mara kadhaa, lakini hakunisikia. Basi nikafungua mlango nikaingia ndani na begi langu mgongoni, nikamkuta dada Selina yupo na mashoga zake, wamenunua pombe, wanakunywa. Nilishtuka sana, nikajua tu wanafanya vile sababu wanajua wazazi wetu wanarudi usiku. Sikupenda ile hali, lakini ningefanya nini? Na ndivyo wakubwa kuliko mimi. Shikamoo dada Selina, shikamoo. Ah, we naye umeshakuwa bwana, mambo ya shikamoo yaishie kwa Selina huko, aliongea rafiki yake Selina. Alikuwa anaitwa Mamu. Kweli bwana, halafu mekuwa Kevoo na amekuwa handsome hatari, uanze tu kutesa wadada na sura hiyo nzuri, na atawatesa kweli kweli. Eh nye, niacheni mdogo wangu Kevo, hebu nenda mwaya, da Selina aliingilia kati. Basi nikaingia zangu chumbani nikavua sare za shule nikaoge. Muda huo njaa imeshika kasi, nimeingia jikoni na kuta patupu, hakuna kitu. Mdogo wangu una njaa? Sauti ya dada ilinisemesha nyuma yangu. Dada Selina akasogea na kunishika bega. Ndiyo dada Shika i hela kanunue chipsi kuku pale kwa Abu, sisi tumeshakula, alisema kisha akanipa elfu kumi. Asante dada, nilipokea ile hela kisha nikataka kuondoka, akaniita. Kevoo na nam, usijali kuhusu asubuhi eh? Ndi, ndiyo dada. Aya ah, nenda ukanunue chipsi sasa. Niliondoka nikaenda zangu kununua chipsi, nikawa najiuliza mbona dada Selina janifokea fokea kama kawaida yake, maana namjua jinsi alivyo mkali. Basi nikajipa moyo, labda nataka tu nimfichie ni siri kuwa alikuwa analewa na mashoga zake nyumbani na walikuwa anafungulia mziki kama wako disco. Nimenunua zangu chipsi, kuku, soda zipo nyumbani kwenye fridge nyingi tu. Nimebeba chipsi zangu nikaenda zangu nyumbani, bado walikuwa wanalewa, na mimi sikuweza kuyamudu mazingira yao. Nikachukua soda nikaenda zangu nyumbani kwangu, nikaenda zangu chumbani kwangu, nimekula nikapumzika kidogo. Nimekuja kushtuka mama naniita, kumbe wazazi walisharudi na sijui nikaamka nikamsalimia mama na baba. Muda huo sebule imesafishwa inang'aa, huwezi amini kama pale kulikuwa na disko mchana. Ujue mdogo wangu umekuwa sasa, eh? alisema dada Selina, muda huo tupo sebuleni wawili tu. kwa nini dada? Nakupenda ujue. kwa nini? Sijui wewe, sio mbea wewe, sio mbea yaani. Hii ndiyo raha ya kuwa na kaka. We ni pambe tu, nije nikunguze kwa wazee. <laughs> Najua huwezi, shauri yako. Alafu nimekumbuka sijakupa chenji yako. Oh, usijali nitaifuata mwenye chumbani kwako. sinikuletee tu dada. Nimesema nitaifuata. Kevoo, uelewi Kiswahili au? oh. Je. Selina ana mpango gani na Kevoo? Kwa nini afate chenji kwenye nyumba ya kaka yake, kwenye chumba cha kaka yake? Basi usikose sehemu ya tatu ya simulizi hii nzuri kabisa inaitwa Najuta Kubalehe. Ya ni mimi AJ na usisahau kusubscribe katika YouTube channel yangu ya hadithi na simulizi. Simulizi na hadithi. Iwe wa kwanza kupata matukio na notification zote pindi tu nikitoa miendelezo. Usisahau pia ku like na ku comment ili kunipa nguvu zaidi ya kuendelea kufanya kazi nzuri. Nashukuru na natumaini utaendelea kusubiri sehemu ya tatu. Asante na kwaheri.